Tuwapende mama zetu na mama za wenzetu. Ni hatari kumtukana mama yako na kumtukana mama wa mwenzio, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia amepitisha laana za watu katika kuwasubu na kuwatukana wazazi wao. Inawezekana leo dunia imekuwa ngumu kwa sababu kuta tunawatukana mama zetu. Mungu anasema wala takul lahuma uf, usiseme "Uf", yani usionyeshe hata kukunja uso kwa ajili ya kina mama, usionyeshe kukimwa, usionyeshe kuchoka kwa ajili ya kina mama. Akikuamrisha wewe fuata eh, akikukataza katazika, lakini wakati mwingine jikumbushe, kina mama wana wanahuruma sana hawa. Inafikia pahala anaona tabu kukuelekeza kukutuma, jitume mwenyewe. Siku hizi tunakwenda na ulimwengu wa teknolojia huu. Amka asubuhi, basi mwambie mama eh, I love you. Na kupenda mama angu, kama yuko hai. Amekufa mama, amekufa baba, endelea kuombea Mungu.